Amen, ukisajua wakati unaopitia inawezekana, jaribu ulionao, hata kulalamika ukaachi. Inawezekana shida unayopitia unaweza ukaacha kulalamika, kwa sababu tayari umetambua uko wakati gani. Bwana asifiwe sana. Amen, fia wa Kristo tuliopo leo tujue tuko nyakati gani. Je, jaribu ulionao uko wakati wa kukataliwa? Bwana asifiwe sana. Ndani ya maisha vipindi vigumu ni viwili tu. Amen, mwanadamu kiwepo duniani tunazaliwa. Amen, unapozaliwa mtoto analia, kwa sababu ametoka mbingu yake, anakuja mbingu ya shida. Wakati yeye analia, sisi tunashangilia, wazazi tumepata mtoto. Nyakati nyingine ni ya kuoa na kuolewa, ni nyakati ya mazo, ni furaha tupu. Amen. Misiba ni wakati ambao ni wa maumivu kuliko maelezo. Yakobo alipoambiwa mtoto wake karuliwa na wanyama wakali, ai, hakutaka mtu hata wa kumfariji. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati wa misiba ndio wakati mgumu, lakini wakati mgumu mwingine ni wakati wa kukataliwa. Amen. Wakati unapita wakati wa kukataliwa, wale uliowafanyia leo wanakukataa, wale uliofanya kazi kwa ajili yao, wale uliowasomesha leo wanakukataa. Ndugu zangu, unapokuwa katika wakati wa kukataliwa ni wakati ambao ni mgumu kuliko wakati mwingine wowote, Bwana Yesu. Yusufu wakapita kwenye nyakati za kukataliwa na familia. Hata wakati mwingine unaweza kukataliwa na ndugu zako, unaweza ukakataliwa na majirani zako, unaweza ukakataliwa na rafiki uliyemsaidia. Sasa shida tunayokutana nayo Wakristo wale nyakati za Bwana sabuni sana. Badala ya kusema upombane kwenye maombi, muombe Mungu akupe kwamba ujue wakati huu ni wakati gani, shida ni kukaa na hawama. Sasa unapokuwa na hawama sana, jua tayari unakwenda kuanguka. Bwana sabuni sana. Amina. Unapo Amen, inawezekana mapita naupita wewe. Bwana kuna kitu alishaweka ndani yako, wakati mwingine hata wewe hujui. Ndo maana misukosuko imekuwa nyingi, ndo maana shida zimekuwa nyingi. Ni kwa nini? Kuna kitu anakiona ndani yako anaa